Ya nafikiri matarisho zaidi ilikuwa ni recovery tu, kwa sababu tumetoka kucheza siku mbili nyuma. Kwa hiyo ni wachezaji tu, utawapumzisha vipi ili waweze kurudi na nguvu tena baada ya siku mbili kuja kufanya kazi ngumu ambayo inaweza kukupatia pointi tatu. Hilo ndio kubwa. Ah, mpira unajua ni mchezo wa matokeo, na mpira ni mchezo ambao unabadilika badilika. Leo unaweza ukacheza hivi, kesho ukacheza vingine. Kikubwa kwa sasa hivi mechi zilizobaki ni kocha uwini uwini yani usiwini game unaweza usiwini game lakini ukapata nini matokeo. Eh, sasa hivi mechi za mwisho zinakwenda, watu wanaangalia kupata matokeo. Kwa hiyo haijalishi umecheza kwa namna gani, lakini kama umepata matokeo basi inamaana nani plani yako uliokuja nayo ilikuwa nzuri. Kwa hiyo kwa sababu ukienda ovyo sasa hivi unakosa matokeo, na ukikosa matokeo kipindi kama hichi na mechi zinazidi kuisha, ndio hapo mnapozidi kuchanganyikiwa wachezaji wote wako salama, kikubwa ni kumwomba Mungu tu kesho waamke salama, lakini mpaka sasa hivi tunavyoongea wachezaji wote wako salama kabisa. Na kwanza tunamshukuru Mungu kwamba safari yetu ilikuwa salama kutoka Bukoba hadi Mbeya mpaka hapa Dodoma. Matayarisho yetu kwa mujibu wa ratiba yalishakamilika toka huko nyuma, kwa tunajua kwa kucheza mechi tarehe tatu, kucheza mechi tarehe sita Mbeya, tunacheza leo tarehe tarehe tisa kesho hapa kwa hiyo kinachofanyika ni marekebisho madogo madogo na kuweza kuendelea na ligi, lakini hakuna kitu kingine kikubwa, kwa sababu muda umekuwa ni mfupi sana kwetu. Kwa hiyo, kwa hakika asilimia 90 mpaka 95 wachezaji wote wako salama. Kwa hiyo matayarisho yamekamilika hivi, kwa namna ambavyo ipo. Timu yetu imekuwa na mwendelezo mzuri kwenye mechi hizi e, zilizopita na lengo kubwa ni kuweza ku maintain hii hali tuliyokuwa nayo. Tumefungwa mechi na Tanzania Prison, ni sehemu ya mchezo ndio ligi. Lakini ukiangalia ligi yenyewe ilivyo, kuna watu wako juu, imegawanyika katika sehemu mbili. Kuna wale ambao wako wanatafuta ubingwa, kuna wale ambao wanataka kushuka. Sasa kwa sisi ambao tuko chini huku tunapambana kutoka kwenye hiyo hali na lengo kubwa hasa ni kutoka. Na ukiangalia ratiba ilivyo, ukiangalia mechi zenyewe tunazocheza, kazi ngumu inahitajika kufanyika. Kwa hiyo nimshukuru Mwenyezi Mungu tumesafiri salama hadi tumefika Dodoma salama. Uh, jambo la kushukuru uh, kwa yote, vizuri, mchezo, sababu ni safari ndefu. Uh, yote kwa yote tumejiandaa vizuri kwenda kukabili huo mchezo kwa sababu hamna muda tena kama alisema mwalimu. Maandishi yafanya huko nyuma, kilichobaki hapa sasa hivi ni kujaribu kurekebisha yale makosa ambayo tumefanya mechi iliyopita na kuendeleza mazuri ambayo tulifanya katika huo mchezo wa kesho. Uh, naamini kwa uwezo wa Mungu tutafanya vizuri kesho inshallah.